E, tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano Naitwa mwana wambanda Felix Mwembamba, nataka taarifa hii au message hii ifikie baadhi ya watu ambao wanajiita wazalendo wakati sio wazalendo. E, kutakuwa na vipengele viwili vya kujua M23 ni nani katika wakongomani au katikati yetu sisi wakongomani na taarifa ya habari ambayo ilipitika jana masase kuwa yalisikika katika jiji la Baraka katika jiji la Baraka tarehe kumi na nane mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. Tulisikia masase hapa jijini Baraka kwenye mida ya saa mbili usiku, masase ambayo ilipigwa na baadhi ya watu ambao wanajiita ni wazalendo, na kumbi wao sio wazalendo Kiini cha masasi kupigwa ndo hichi hapa. Masasi ilipigwa kwa watu ambao wanajiita wazalendo, kwa sababu ya kutaka kuwakimbiza watu na wao kupata mwanya ya kupora watu ambao walioacha wanabana nyumba zao na kuacha vitu kwenye nyumba zao, ndio maana walipiga masasi na ndio maana wanaendelea kupiga masasi. Na hiyo ndo taarifa ya leo asubuhi ambayo tulikaa kimya baada ya kuulizwa na watu wengi tuwaambie kiini cha masase Baraka ni nini. Sasa unakuja kushangaa mtu ambaye anajiita mzalendo yeye ndo anakuwa wa kwanza kupiga masase ovyo katika jiji la Baraka na maeneo mengine. Huku kwamba afukuze au kusambaza watu kwa malengo ya yeye kupora. Anasahau kabisa kiini cha yeye kuchukua silaha kama ilikuwa ni nini. Uh, taarifa ikatoka hivi kwenye uongozi kuu wa wazalendo na, waj... na jeshi kwa ujumla, kwa sababu katika watu wanaopiga masasi wazalendo wapo na FDC nao wapo. Uongozi wa kijeshi umesema kwamba atakayesikika au kushikwa anapiga masasi hovyo Hakuna kifungo, hakuna kusambisha wako moperatio. Kifungo chao ni kufungwa kwa mtu ambaye atakayebanyika na kushikwa anapiga masasi ovyo, na ndio maana anapiga usiku. Sasa order inaombwa kwa yeyote ambaye ni mzalendo anashika silaha awe FRDC ni mzalendo pia, unaombwa kudenose mtu ambaye anapiga masasi usiku kwa sababu ya ulevi bila sababu yoyote kwa sababu ya kupunguza hizo kelele na kusambaza watu au kukimbiza watu tena katika jiji la Baraka. Hawa, hawakuishia hapo. Kwa viongozi wamesema kwamba yeyote atakayebainika au kushikwa anafungua na kuvunja nyumba ya mtu ambaye amekimbia, unavunja nyumba unakamatwa kwa dalili ya kuwa mwizi. Hakuna prizo. Tumetuma voice katika Kiswahili kwa sababu kila mtu asikie. Hakuna prizo, utafungwa. A ah -ah. Kifungo chake ni kupigwa risasi hadharani na wewe kufa, kwa sababu walio wengi mchana wanakuwa waraia na usiku wanakuwa na silaha, wanakuwa wanajeshi kwao. Wakiiba wanachukuliwa wote ni wasaliti na wana, wanapigwa masase kulingana na kosa zao au kosa yake uh, M23 katika eneo zetu ambao tunashika ni nani? M23 ni mtu ambaye ana ndugu yake e, kwenye jeshi la M23. Yeye yuko jeshi katika e, uongozi wa serikali, ni jeshi katika uongozi wa e, mzalendo au uzalendo na ndugu yake naye ni jeshi katika uongozi wa e, M23 au AFC. Hawa watu ambao wanakula kuwili, anapiga hesabu kwamba mshangazi yangu, mjomba wangu e, baba yangu, kaka yangu akiwini M23, ikishinda sisi au mimi sitakosa post, nitakuwa tu, ataniita atanipa kazi. Na huku serikali ikishinda sitakosa kazi, ntawini tu, ntapata kazi. Kwa hiyo anatumika kama mtu ambaye ana uraia wa nchi mbili Kongo ni Mkongomani, Tanzania au Marekani ni Mtanzania au ni Marekani. Kwa hiyo mtu hana mapenzi na nchi hata moja. Ikiharibika Tanzania ataenda Kongo. Ikiharibika Kongo ataenda Tanzania. Kwa hiyo huyo hawezi kuwa mzalendo. Mzalendo ni mtu ambaye anategemea kuwa na nchi moja tu, na ikinyanganywa unakuwa na kilio cha miaka nenda miaka rudi. Tuulize wenzetu ambao wako kule Rwanda, wa watu ambao wako Rwanda wanavyosumbuka. Kwa hiyo ndio maana tunasema mzalendo ni mtu ambaye anasimamia maslahi ya nchi yake, na kuwa mzalendo si kusababisha si kusababisha, kumradhi, kusambaza watu, bali ni kutengeneza watu wabaki kwenye miji na kutafuta amani irudi katika Kongo kwa ujumla. Hivyo basi tunaombwa kutaja mtu, ukisikia anapiga risasi unamchunguza, unamuona, uende ufikishe habari kwenye vyombo husika wamchukue na wamfanyie kazi, kwa sababu watu wanaendelea kufukuza watu kukimbiza watu kupora watu, ni watu ambao tunao tena. Katika uzalendo, toa mtoto wako ambao wewe unajua kwamba huyu mtoto ana nidhamu, mpatie mzee amuri William ya kutumba aishi naye, sio tuchukue vitu ambavyo vimetushinda kwenye familia zetu ndo tuchukue tumpe mzee William amuri ya, ya kutumba. Ndo maana jeshi letu Ha, lina watu ambao hawana nidhamu, kwa sababu tulichukua viwatu ambao vimetushinda sisi wazazi, kuwapa wanajeshi wetu wa kizalendo wakae nao, hawawasikii. Asante, na message hii ifike kwa kila Mswahili ili ujue kwamba ndugu yako akipora, akipiga risasi ovyo, atauawa. Mchana mwema.